zijo kukubaliwa insha Allah, leo mtsamwezi yaho mwezi wa Shaabani, leo mwezi ishirini yaho mwezi wa Janvier, leo mfumne mwezi ishirini yaho mwezi wa Janvier, leo de mtsamwezi yaho mwezi wa Shaabani, yabo ya roma aromao mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala yaliwafikishe

zamwaha zouheziwaho mbinguni emasihu ya shelewao enisfu shabani au ye masihu ya he nisfu shabani bangu wangu mihwanza omwezi unu nifunge tsumu hawenji idhani yawongarihunda ondongoya handani mtume sallallahu alayhi wasallam akafunga tsumu hawinji omwezi wa shaabani eya bili hakauonesa ukaya omwezi unu

haso sijidani zaatu aisha mbokaya hahomo sijidani mtume hahomo sijidani hata tianukabala hafu tihanukabala ti roho ilawa ti romhono timkomesha shako shahomdu nionekagashidisao ssionogo shadisa alafu mtume sallallahu alayhi wasallam aoyatimizie swala hanusaka hanuzisa zaatuaisha dewa

na haini mwanadamu yoghofiriliwe madhambi ya haahaina mndu silamu harumwe masihu yanu badi wandu wararu ynnikuta yoneni kutoa muhimu ya raru harumwe hadithini de mndu ushiriki miezi mngu na mndu uroma sahiri na mndu uengo wa mzaya na mndu urohichwa katu tariki wandu wane hadithi ya beshelo hadithi hizo mbili ngapo hadithi ya beshelo ya vumbua wandu ndongo wandu wa tsani hadani de mru ushiriki mwezi mungu na hii mwezi mungu kamsamehe masihu yani masihu ya hamuzi ene so shaban e wabili de mru yango wa mzaya au wa donai mwezi mungu kamsamehe ene so shaban e wa raro de mru mlevi e wa ne mru mru hicho e wa tsani mru mru masahir au mru amini masahir du wengee omwezi wa shaabani mwezi mtukufu mda dunia mwezi na taja mioimwezi naozezitajabisao Komor ngamoshele yao mwezi wa shaabani mwezi wa mdezo wa bahihale mujukaa kamwezi washabanini alamu akansia komola nsiilo hule anaaloa basi waislamu jana hajana eshiriki yaho mwezi wa shaabani keja habahano eshiriki ya komoro zengoma za majini zikouremu mwezi wa, wa shaabani mkabahazilawa akaushababiaaas tangaze daa knzilawa bangameshleosisi rom utotoa hatubahi homijini imajini haribalanduala ima, hamajinihao ima, karamadhani hao ni ruhusa bangarithuka fungi ramadan yani mndu mkomori nguuamini uka jini yemhura hana mnyezi mungu haddua basi weisilamu isilamu jana hajana laa mkomori wandu wawakauamini wandu hema jini ukahemajini wunamvura hana mnyezi mungu wahura hana mnyezi mungu haizo mwezi wa shaabani amwezi wa mdezo

aenge umwezi wa shaaban nwnamwangalie umwezi wa shaabani unuri rijipange rijitayarishe rende umwezi wa taqwa umwezi wa taqwa umwezi wa ramadan mnyezimngu abaideni kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum laalakum tattaqun umwezi wa ramadani mfarudhishi wao ili hamadoanduwa farudhishiwa zenye metiza mtadiani ilimke uharumwalebela hanu mara mnyezimgu

tsumu hawinji hamabu mwezi wa shaabani bangabo wakati mtume yutimiza mwezi wa shaaban ngabo wakati mtume yaura ntsihu mbili au ntsihu ndaro mwezi wa shaaban ibana mtume kaujoud timizi hindi ngabo tsumu iporo alwisal huunganya tsumu yani muislamu ekajunganya mezimili ya dungana haram no mtume sallallahu alayhi wasallam haruhusiwa akaufanya akaujunganya mezimili ya dungana lemana kao ngao mtume ambakaa wakati akautimiza mwezi wa Shaaban utifunge